Majina anaitwa Sabrina na Soro Kazingo yeah, ni kaimu mkurugenzi mtendaji hapa Demac Pacific, Inc Limited ambao tuna operate One Pacific Hotel pamoja na One Pacific Park iliyopo hapa Mbinga, Ruvuma. Idea ya kuja kufutulisha kwenye kipindi cha Ramadhani I, imetoka wapi? Idea ni uongozi hmm, tuliona ni sehemu ya kuboresha mahusiano yetu sisi na wadau wetu na wadau wetu ni nyie mliofika, wateja wetu, uongozi wetu, serikali kwa. Tukaona sio mbaya kutumia msimu huu kipindi hiki cha mfungo kuwa na iftari ya pamoja na wateja wetu wadau wetu ili kuboresha tu mahusiano yetu. Nini unawaambia labda uh, ambao wamefika na wale ambao hawakuweza kufika kwa sababu ya changamoto mbalimbali za kimaisha uh, unawaambia nini kuhusiana na kufanya matendo mema hususan kipindi cha Ramadhani. Ah, nasisitiza na sana matendo mema, ni jambo jema. Jambo jema ndio nguzo yetu njema, sio hapa tu duniani, hata huko tunapoenda kwa Mungu wetu. Kwa hiyo, na imani hata wale ambao wameshindwa kufika leo, sio kama walitamani kutokukosa hii siku, na imani tu ni majukumu, changamoto moja mbili tatu lakini tulitamani tu na wadau wetu wote ambao anaweza kusema ni asilimia kubwa wametokea, wachache tu ndio wamepata hizo dharura. Kwa hiyo tumefurahi, naipongeza, naifurahia Hekima Online TV uwepo wao hapa Mbinga ni msaada kwetu pia. Tunashukuru, tunawapenda, na kwa majina naitwa Saidi Majidu, Sheikh wa Wilaya ya Mbinga. Unaizungumza Jesika Rao. Alhamdulillah, ni siku nzuri, lakini pia kubwa Waislamu ibada ambazo wanazifanya ndani ya mwezi mtukufu ya Ramadhani waendelee kuzifanya katika miezi mingine yote katika maisha yake mwanadamu, kwani humfundisha namna ya kuishi katika dunia hii ili aweze kujipanga kwa ajili ya kwenda kuishi katika maisha ya akhera. Akenda kinyume na hapo, amekosea safari yake ya kesho. Ama, watu ambao wamekuja siku ya leo kwenye tukio la kuweza kufutulisha Una, unawambia nini ili, wakati miaka kadiri inavyozidi kwenda waweze kuhudhuria kwenye matukio kama hayo kwa pamoja kushiriki kwa kuweza kutaka kuhudhuria kila mwaka. Kwanza ni kujitolea, ukiitwa basi uende, ili ujue kwamba ujifunze baadhi kwa mwingine na yeye ajifunze kutoka kwako. Nafikiri mafundisho yanakuwa ni watu wanafahamu kwamba watu, ni watu wa jamii moja, nini wazingatie uh, cha kuweza kufanya kwenye, msimu, kwenye kipindi kama hiki cha Ramadhan. Aa, ni kudumisha ibada, hilo ndo la muhimu sana. Mimi nakushukuru sana. Mimi asante sana. Mimi naitwa Padre Beda Komba paroko wa Sant Kiliani jimboni hapa Mbinga, tunashukuru sana, kwanza kwa kutualika, kwa sababu katika kipindi cha Kwaresma hata sisi wa Katoliki, Wakristo wa Katoliki tuna, tuna muongozo au nguzo ambazo tunazifuata yaani sala, toba, kufunga na kuwasaidia wahitaji kwa hiyo kumbe tendo lililofanyika ni tendo ambalo la kusaidia watu ambalo sisi pia wa Katoliki wa Kristo tunafanya tendo hilo. Kwa hiyo tumeungana nao katika mrongo katika, au katika hiyo nguzo nne za sisi wa Katolika katika kipindi kii cha Kwaresma. Kwa kwetu kwetu, namshukuru Mungu kwanza, tumekuwa na amani na utulivu katika nchi zetu, zetu, na nikiangalia na marafiki zangu wapo kule Sudani Kusini jinsi wanavyoangaika na jinsi walivyokosa uhuru hata wa kuabudu, wanasali pengine kwenye shule za msingi, hawana makanisa. Wanavyokuja Tanzania, wanarudi wengine likizo, wengine ni watu wa kutoka Sudani, wanasema jamani, Watanzania, mna bahati sana kuwa na uhuru wa kuabudu. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu, uchaguzi uende salama, ili tuendelee kukaa pamoja, tuendelee kumwabudu Mwenyezi Mungu, tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna hii ambayo tunaendelea kwa amani na utulivu. Kwa Wakristo wote ambao tunaamini kuna Mungu na tuna imani, kipindi hiki cha Kwaresma tunakumbushwa tufanye vitu gani vya msingi? Kama nilivyosema katika nguzo zetu tunakumbushwa kusali. Kusali maanake kuonyesha huruma yetu, kuonyesha kutambua huruma ya Mwenyezi Mungu kwa sisi wanadamu na kutengeneza mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu. Tupo hapa duniani kwa muda tu na tunatambua kwamba kama maisha yetu ni ya muda lazima daima tumtangulize ambaye muumba wetu aliyetuleta hapa duniani. Lakini tunaposema tunafanya toba, kutambua kwamba sisi ni wakosefu, na kama sisi ni wakosefu, lazima tuwe na wakati wa kukaa na kutafakari ni nini ambacho tumekosea Mwenyezi Mungu, kama tunavyomwona katika kitabu cha Nabii Isaya. Kabla hajaingia pangoni alikuwa ni mtu wa kusema ole wenu, ole wenu, na baada ya kwenda kutafakari akagundua kwamba kumbe hata yeye mwenyewe ni mdhambi akaanza kusema mimi mwenye midomo michafu, michafu. Na kumbe kipindi hiki ni kipindi ambacho cha kuingia ndani ya mioyo yetu, naweze kutambua kwamba sisi ni wenye mioyo mich midomo michafu, maanake tuna dhambi toba, lakini pia kutambua mashida za wanzetu wanzetu, wana shida mbalimbali. Kama tunafunga kama mfungo wetu usipowasaidia watu wengine, ni sawa na kubana matumizi. Mimi nikushukuru sana, asante sana kwa, kwa jina naitwa Ramazani Salumu Mtutura, ni katibu wa BAKWATA wa wilaya ya Mbinga. Kwa kweli siku ya leo jambo hili lilofanyika ndio linalohitajika katika maisha ya Uislamu. Kufuturisha watu wasio na uwezo ni jambo la muhimu sana na linafaa, unapata thawabu kwa Mwenyezi Mungu. Ni kweli ili jambo zuri, tumefuturu hapa. Mwenyezi Mungu amehimiza tuishi kwa kukatazana mabaya na kuamrishana mema. Kwa hiyo nadhani katika Uislamu, tunavyofunga tumewekwa katika mafungu matatu. Kuna fungu la kwanza lile la rehema, linakuja fungu la pili la msama, ili la tatu la mwisho ni la kuachwa huru na moto. Kwa hiyo katika hali hii tuendelee kuishi kwa amani na salama hata baada ya kuisha kipindi hiki cha Ramadhani. Mimi nikushukuru sana, asante sana. Mimi naitwa Winifred Komba, diwani wa kata yambano siku ya leo. Diwani ni moja ya watu miongoni mwa watu ambao wamehudhuria kwenye kuwaunga sh... mkono wa islamu kwenye kufutulisha, unalizungumzaje tukio ya leo na kwenye kata yako? Aa, ni tukio zuri ambayo kwanza wa, nawashukuru watu wa Pacific Hotel kutualika wote kwa ujumla, Waislamu na sisi wa Kristo kuungana pamoja kwa ajili ya kwa ajili ya kufutulisha. Lakini unajua sasa hivi ni kipindi cha mfungo mfungo maana yake ni kutubu. Inabidi tutubu, tuwasaidie maskini wahitaji, ndio maana ya mfungo na kumuheshimu Mwenyezi Mungu, kufuata sheria zake ambazo alitupa niko na moja ya mtangazaji wa kituo cha 102.7 ya, ya Kimefem Radio pamoja na Online TV tunaye pia uh, kama ta, kama taasisi. Mimi naitwa David Richard. David Richard ni mmoja wa mwaliko ambao umekuja ku, kufuturishwa hapa, na leo tuko pamoja, tumeungana na wenzetu wa Waislam pamoja na Wakristo uh, ambao wameweza kualikwa. Unawezungumzaje siku ya leo? Ah, ni siku njema, ni siku njema kwa sababu imetufanya tumekutana kwa pamoja kwa maana ya Waislamu uh, alkadhalika pia na sisi wa Kristo, na kama unavyofahamu wenzetu uh, Waislamu hapo kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, la lakini pia sisi wa Kristo tupo katika kipindi cha Kwaresma na wote tunaendelea. Kwa hiyo uh, imekuwa ni jambo jema na ni jambo zuri, tumekutana kwa pamoja, tumeweza kubadilishana mawazo, lakini pia tumekula, tumeweza kula pamoja. Kwa hiyo ni, ni, ni kitu kizuri, tunamshukuru Mungu pia kwa hiki ambacho kimefanyika siku ya leo hapa hapa Pacific Hotel. tuko kama vijana ambao tuna enjirisha na tuko hapa sisi, tunazungumza kwa sasa, vijana wanakutazama, labda maneno yako kutoka kwa kijana mwenzao ya busara na hekima kuhusiana na kipindi hiki cha Ramadhani na Kwaresma, lakini kwa maisha yetu ya Tanzania kwenye kipindi hiki cha uchaguzi, labda maneno kwako, huenda wakapata faraja kutoka kwako na akaingiza sana akilini na kaitendea kazi uh, cha kwanza ni kumwogopa Mungu <laughs> Sawa eh, unajua, uh, vijana wengi wa sasa tumekuwa tuna hofu ya Mungu ya yani, tumekuwa tukimtanguliza Mungu pindi pale ambapo tunakuwa tunapitia changamoto labda za malazi au kufiwa au ajali, ndio huwa tunamkumbuka Mungu, lakini wengi wao huwa hatumkumbuki Mungu. Kwa hiyo kumbe tunatakiwa kuishi katika misingi ya Mwenyezi Mungu kwa sababu kumbuka, kuwa kijana wewe wa leo, wewe ndiye mzee wa, wa kesho, si ndio eh? ya kwa hiyo ni lazima uanze kuitengeneza kesho yako toka leo, uweze kuitengeneza kesho yako, uh, leo yako kesho uh, ukiwa tayari mzee. Kwa hiyo ni lazima uanze kuitengeneza leo yako, uanze kutengeneza kesho yako toka leo. Kwa hiyo mimi, tangu kwa vijana, vijana tuwe na hofu ya Mungu uh, tumpende Mungu lakini pia vijana tujikinge dhidi ya, ya, ya, ya kujiingiza katika makundi ambayo ni mabaya, yanaweza karibu ujana wetu, yanaweza karibu fikra pamoja na mawazo yetu, lakini pia karibu hata dila ya maisha yetu. Kwa hiyo hiki kipindi cha mwezi mtukufu na, lakini pia kipindi cha kuresma ni kipindi ambacho aa, aa, wote kwa pamoja tunatakiwa tujitafakari, kama kuna sehemu uliteleza basi hakikisha unabadilika na unakuwa sawa, lakini pia isiwe tu mwisho wa kipindi hiki, hata huko mbele tuendelee kusimama katika misingi misingi iliyo imara. Na kama unavyofahamu vijana ni taifa la kesho, kwa hiyo kama kijana ukiharibu leo yako, manake usitegemee kuiona kesho iliyo njema. Tupo ukumbi wa One Pacific hoteli, na hapa ndipo ambapo tumeweza kujumuika kwa pamoja na uongozi wa One Pacific Hotel, ambapo siku ya leo tulikuwa na Uh, tafsiria ya kuweza kufuturisha watu mbalimbali kutoka hapa tulipo. Mimi ni Isaac Ndunguru, nyuma ya kamera ni Juhudi Kiaga. Usisahau kusubscribe, kulike, kukomenti na kushare. Kwa mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya, baba yetu Kisale Matiku Makori, ambaye ilibidi tuwe naye hapa, lakini kutokana na sababu hizo kwa nje ya uwezo, ameshindwa kushiriki, anawasalimu sana. Jambo jingine nimpongeze Dokta Nyika kwa kuandaa hii iftali ikiwa kama ni chungu cha ishirini na saba kwa kufutulisha adhara iliyokuwa mbele yetu. Tunaamini kwamba kutoa kutoa futali ni ibada. Kwa hiyo tumuombe kwa Mwenyezi Mungu azidi kumbariki pale alipopunguza amzidishie. Mimi binafsi nitoe wosia wangu kama ifuatavyo: tumechukua muda mrefu sana tukifunga tukiutafuta uso wa Mungu. Kwa upande wa Islamu wanafunga na upande wa Kristu pia wanafunga. Hiyo tabia, baada ya kumaliza mfungo, tuendelee nayo kwa kufanya matendo mema, kutojihusisha na shughuli mbaya Hivi tulivyoishi kipindi cha mfungo, tuendelee na hiyo, tuendelee tabia mpaka mwisho, baada ya kufungua mfungo wetu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tunasisitiza tulete amani na utulivu katika nchi yetu kwa kutenda matendo mema, tuendelee kuishi maisha ya kumtafuta Mungu ili kila mmoja afurahie maisha ya amani. Kwa maneno hayo machache, nashukuru sana, niwatakie iftari njema.